Jina lake Zakaria wa kikundi cha ukuhani cha Abia. Mke wake alikuwa anaitwa Elisabeti, naye alikuwa wa ukoo wa kuhani Aroni. Wote wawili walikuwa wanyofu mbele ya Mungu, wakiishi kwa kufuata amri na maagizo yote ya Bwana bila lawama, lakini hawakuwa wamejaliwa watoto, kwa vile Elisabeti alikuwa tasa, nao wote wawili walikuwa wazee sana. Siku moja ilipokuwa zamu ya kutoa huduma ya ukuhani mbele ya Mungu, Zakaria alichaguliwa kwa kura, kama ilivyokuwa desturi, kuingia hekaluni ili afukize ubani. Watu umati mkubwa walikuwa wamekusanyika nje wanasali. Wakati huo wa kufukiza ubani, malaika wa Bwana akamtokea humo ndani, akasimama upande wa kulia wa madhabahu ya kufukizia ubani. Zakaria alipomwona ajifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini malaika akamwambia, "Zakaria, usiogope, kwa maana sala yako imesikilizwa. Na Elisabeti mkeo atakuzalia mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yohane. Utakuwa na furaha kubwa na watu wengi watashangilia kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Atakuwa mkubwa mbele ya Bwana. Hatakunywa divai wala kileo, atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Atawaelekeza wengi wa watu wa Israeli kwa Bwana Mungu wao. Atamtangulia Bwana akiongozwa na nguvu na Roho kama Eliya, atawapatanisha kina baba na watoto wao, atawafanya wasiotii wawe na fikira za uadilifu, na hivyo amtayarishie Bwana watu wake. Zakaria akamwambia huyo malaika, ni kitu gani kitakachonihakikishia jambo hilo? Mimi ni mzee, hali kadhalika na mke wangu. Malaika akamjibu, mimi ni Gabrieli nisimamaye mbele ya Mungu. Nimetumwa niseme nawe, nikuletee hii habari njema. Sikiliza, utakuwa bubu, kwa sababu huyasadiki haya maneno yatakayotimia kwa wakati wake, Hutaweza kusema mpaka hayo niliyokuambia yatakapotimia. Wakati huo, wale watu walikuwa na mngoja Zakaria, huku wakishangaa juu ya kukawia kwake hekaluni. Alipotoka nje, hakuweza kusema nao, ikawa dhahiri kwao kwamba alikuwa ameona maono hekaluni, lakini akawa anawapa ishara kwa mikono, akabaki bubu. Zamu yake ya hudumu ilipokwisha, alirudi nyumbani. Baadaye Elisabeti mkewe akapata mimba, akajificha nyumbani kwa muda wa miezi mitano, akisema: hivi ndivyo alivyonitendea Bwana, ameniangalia na kuniondolea aibu niliyokuwa nayo mbele ya watu. Mnamo mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende kwenye mji uitwao Nazareti huko Galilaya kwa msichana mmoja aitwaye Maria, mchumba wa mtu mmoja jina lake Yosefu wa ukoo wa Daudi. Malaika akamwendea akamwambia, salamu ewe uliyeneemeshwa na Mungu, Bwana yuko nawe. Maria aliposikia maneno hayo alifadhaika sana, akawaza maneno hayo yanamaanisha nini. Malaika akamwambia Usiogope, Maria, kwa maana Mungu amekujalia neema. Utachukua mimba, utamzaa mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu. Yeye atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu Mkuu. Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme Daudi babu yake, kwa hivyo atautawala ukoo wa Yakobo milele na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maria akamjibu, yatawezekanaje hayo, hali mimi ni bikira? Malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakushukia na uwezo wake Mungu mkuu utakujia kama kivuli. Kwa sababu hiyo, mtoto atakayezaliwa ataitwa mtakatifu, mwana wa Mungu. Ujue pia kwamba hata Elisabeti jamaa yako naye amepata mimba ingawa ni mzee na sasa ni mwezi wa sita kwake yeye ambaye watu walimfahamu kuwa tasa, kwa maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Maria akasema mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema. Kisha yule malaika akaenda zake. Siku kadhaa baadaye, Maria alifunga safari akaenda kwa haraka hadi mji mmoja ulioko katika milima ya Yudea. Huko aliingia katika nyumba ya Zakaria. Akamsalimu Elisabeti. Mara tu Elisabeti aliposikia sauti ya maa